Moja kwa moja basi, kwa wakati huu ni wakati mzuri ambao tutakwenda kuwaleta wazazi wa Divine. Wao ndio watakuwa wa kwanza kuingia hapa ndani ya ukumbi. Wakati wanapoingia, nitaomba tafadhali wageni walikwa, tutasimama. Hii ni kuonyesha nidhamu na heshima kwamba tumekuja kwa sapoti kwenye jambo la mtoto wenu. Mr. and Mrs. Kiloba, popote pale mlipo, karibu ndani ya ukumbi. DJ Chris Chapa, niletee wazazi wa Divine! Here we go. Let's go.

thank you DJ, hebu naomba nisikia tafadhali, vigelegele kwa ajili ya wazazi wageni, walika nais asante. Karibuni sana wazazi wa Divine, naomba sasa mwende mkaketi pale, niombe wageni waliko tafadhali na sisi